Kwa jina naitwa Martin John Masanja, ni kaimu manager ufundi mamlaka ya maji Maswa, MAUWASA. E, mamlaka ya maji Maswa inaenda kutoa huduma bora ya maji kwa wateja wa wilaya ya mjini Maswa. Malengo e, yetu ni kuboresha kabisa huduma zetu ili kuweza kutoa huduma bora kwa wananchi wote ili kutoa malalamiko yoyote ya ambayo yalikuwepo siku za nyuma. E, kwa sasa hivi mamlaka ina mikakati, imefanya mikakati mingi ya kuboresha huduma yake kwa ku, kwa kufa, kwa kuanza ujenzi wa matenki ya kutoa huduma ya maji kwa wateja kwa masaa 24 kuliko hapo nyuma, kwa sababu huko nyuma tulikuwa na huduma ambayo ilikuwa hai- hairidhishi wateja, walikuwa na malalamiko mengi. Kwa hiyo kwa sasa hivi tumejenga tenki ambalo limeshakamilika linalofanya kazi, liko katika milima ya Nyalikungu mjini Maswa ambalo lina ukubwa wa mita za ujazo. Mm, mita za ujazo elfu moja ambayo ni sawa na lita milioni moja za maji ambayo tunatoa kwa wananchi katika wa mji wa Maswa mjini e, mikakati yetu mikubwa kabisa ambayo inaendelea kwa sasa, tuna ujenzi wa tenki lingine ambalo lina lina ukubwa wa mita za ujazo milioni mbili, e, lita milioni mbili katika kijiji cha Hinduki. Ujenzi huo kwa sasa ume, ume, unaendelea kwa kiwango cha kuweza kukamilisha kulifunika tenki lenyewe ambalo kwa sasa e, liko katika asilimia tisini. Ili kukamilika kabisa katika ujenzi wake, tutakapokamilisha ujenzi wa tenki matenki haya yote yatakapoanza kufanya kazi, tutahudumia wateja wetu wa mji wa mji wa Maswa e, kwa, kwa masaa ishirini na nne ambapo tuta, tumejenga matenki hayo ili kuweza kupunguza gharama za hata za uendeshaji kwa sababu tutakapotumia matenki tutakuwa hatua gharama za uendeshaji kama kama vile kulipia umeme itakuwa imepungua, kwa sababu matenki kazi yake ni kuhifadhi maji. Yanapokuwa, tunapokuwa tunasukuma tu, umeme unatumika, lakini tukishajaza tenki tunaanza kutumia maji, tunazima zile pampu, tunatumia tu maji ya kutoka kwenye tenki, ambayo sasa tunapunguza gharama za, za za kulipia umeme. Kwa ujumla, tutakapokamilisha ujenzi wa haya matenki matarajio yetu tenki la Hinduki matarajio yetu ni mpaka mpaka kufikia mwezi wa sita itakuwa limeshakamilika hilo tenki sasa. Kwa hiyo tutakuwa tumesha tumeshakuwa tumeshajiweka sawa e, na tumefanya mambo mengi tume- katika tenki la kwanza hilo la Nyalikungu hapo mji wa Maswa, kabla ya kumalizika ujenzi wa tenki la Hinduki, tumefanya vile vile upanuzi wa mtandao wa maji ili tuweze kuwafikia wateja wengine ambao tulikuwa walikuwa hawajafikiwa na na huduma zetu. Serikali imetoa hela nyingi, ni hela nyingi ya kutosha kwa ajili ya kuleta kujenga miundombinu hiyo. Wito kwa wananchi washiriki katika, ku, katika kulinda miundombinu hiyo. Wananchi wengine wana wana- tatizo la kuweza kuiharibu miundombinu. Sasa inapoharibika miundombinu, sisi tunakuwa tunamwaga maji maji yanamwagika muda mrefu mda, maji mengi tunapoteza. Kwanza tuipe hongera serikali ya awamu ya, ya, ya sita kwa kutoa fedha nyingi ili kuweza kumaliza miradi yote ambayo hii tunayoimalizia kwa sasa ili wananchi waweze kupata maji ya kutosha.